Wakinitahadharisha mimi binafsi kwamba Bashe, kuwa makini wewe. Ni mmoja kati ya wabunge kumi na moja ambao wamewekwa katika listi. Mkikaa barabarani vibaya, mnaweza kupoteza maisha yenu. Mheshimiwa naibu spika, nasema jambo hili ni dharura, kwa sababu kikundi hiki kilichomo ndani ya idara ya usalama wa taifa ambacho kimeamua kuchukua mamlaka haya ya kuteka watu kinaharibu heshima ya serikali yetu, kinaharibu heshima ya chama changu ambacho mimi na wabunge wenzangu wa Chama cha Mapinduzi tuliomba ridhaa ya kutaka kuwaongoza Watanzania na sio kuwahatarishia maisha yao. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa naibu spika, uruhusu jambo hili tulijadili kama bunge, na ikikupendeza Bunge hili liunde komiti maalum ya kuweza kuchunguza jambo hili linaloendelea katika nchi yetu, ama kuiagiza kamati ya usalama na mambo ya nje ya bunge hili iweze kufanya kazi yake na kutuletea taarifa kwa ajili ya usalama wa wananchi wa nchi hii. Hali ya nchi siyo salama, watanzania wanataharuki, watanzania wanajadili mambo haya katika mitandao na there is no statement ya hope kutoka serikalini. Ngo gani watateka nani? Baadaye asije kuwa naefata ni Pasta Gwajima. Nakwambia sitekwi ng'oo kwa jina la Yesu. Nikiitwa polisi nakwenda, kwa sababu najua polisi ni law enforcers, tena nakwenda bila wasiwasi bila problem, lakini kunijia kinyemela nyemela na kakitambulisho haka hapa Tupige picha kwanza pamoja, tupige sefi, tupige sefi pamoja kwanza, ndio twende. Akikujia mtu anakwambia tumekuja kuchukua, mwambie njoo tupige sefi kwanza, tupige picha pamoja, niitume kwenye magrupu ya WhatsApp, nimeondoka na mtu huyu, alafu baadaye ndio nenda, usiende hivi hivi. Pameanza kuwa mahala pa hatari Tanzania. Ukimsikia okay, mtu aseme amen ni mmoja wapo watekaji eh, wabunge wa wahubiri hivi. Ni mpaka hatari itakapokuwa imekupata wewe, ndipo tutasikia sauti kubwa, ndipo tutasikia ukitaka kamati iundwe kuchunguza, ndipo utataja idara nyeti kwa jina lake bungeni bu ukitaka ichunguzwe. Nachosema ni kwamba ni vizuri sana ungefahamu kwamba kilio cha mwenzio kiwe kilio chako nafsi, ya mwingine uione kuwa kama nafsi yako kabisa, kwenye nafsi yako na akili yako, ujuacho hawa watu wanaolalamikiwa kutekwa, kupotea, kuuawa, ujuacho ni kwamba eh, ni uongo. Fahamu ya kwamba kuna siku hautakuwa mbunge, utahitaji sauti ya wabunge. Fahamu kuna siku utahitaji sauti ya watu wengine wa Nachosema ni kwamba sauti za aina hii kwa nini hazisikiki sasa? Kwa watu kwa wabunge mbalimbali mbali. Kwa wahubiri mbalimbali mbali. Hii sauti kwa nini isizidi kuwa na makali sana kwa hali ilivyo sasa? E, ni mpaka utakapoguswa wewe au familia yako au watu wako wa karibu mbona? Eh, waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Mbona tusipozuia haya mambo yakiwa kwa jirani, tusipoyapambania ya mambo yakiwa kwa jirani, mbona kiukweli, huwa yanasogeaga hufika hata karibu na familia ama kwenye jamii zetu. Mimi nimeshtushwa sana na kuona kripu hizi kwamba kumbe kuna watu waliwahi kuwa kwenye wakati kritiko kama huu, wakati mgumu kama huu, na walipiga kelele bungeni, walipiga kelele madhabahuni. Mzee wa Jima mi najua ni mtu wa vita ambaye wakati mwingi hupigana usimama kutetea jamii kwa ujumla, na nasikitika kwamba inawezekana kabisa hili alikuwa pengine hata niongee kwa wazi hivi, lakini kwa sababu klipi yenyewe iko wazi, najua mtu mwingine anaweza akahoji kwamba, je, hii nguvu aliyoitumia askofu Gwajima hapa ni hii yanayoitumia sasa hivi, tatizo hili linapokuwa juu ya watu wengine. E, mimi binafsi sijua kama ushauri husika uliwahi kumfikia kwa picha ambayo nilitazamia. Mi niwahi kusema kama Mungu atakupa uelewe ungekuwa Askofu Gwajima yule, yule ambaye wewe umetambulika umejulikana kwa kuwa upande wa wanaoonewa, yani kupinga ubaya bila kujali ubaya huo uko wapi uko kwa nani? Una, unafikiri wewe unataka kuja wa, kuwa wapi? unataka kuja kuwa nani? Yani cha kukupeleka hapo kingekupeleka ni sauti tu ya yenye hasira kali, yenye hasira ya Mungu kupinga ubaya wa aina yoyote. Kwa msiofahamu, Asofu Gajima aliwahi kujulikana wakati fulani kwa msimamo fulani kuhusiana na mahakama ya kadhi kwa namna ambayo msimamo wake ulikuwa, ulikuwa wazi sana kwa kipimo cha karibu watu wengi Tanzania kujua jamani, jembe jamaa msimamo anaokuwa nao unakuwa hauyumbi kutegemea na hatari au mazingira e, Askofu Gwajima amewahi kujihusisha na kupinga na kufafanua nyuma ya korona nyuma ya chanjo kuna nini, kwa namna moja nyingine, vitu vya aina ile inawezekana kabisa vilikuwa na madhara makubwa kwa baadhi ya watu katika jamii lakini pengine sauti yake iliepusha madhara hayo, na inawezekana kafahamika kaeleweka katambulika kwa sura hiyo. Kwa hiyo sura, wakati mwingine wakitoa ushauri wa aina hii mahali fulani kati kwa ni, kwani hii sura isingekuwa ya aina hii hii tu. Sasa katika ushauri huo wai kumalizia jambo ambalo ndio namalizia hata hapa ya kwamba, ikiwa njia aipitayo sasa ndiyo iliyo na ukombozi wa kweli, Mungu na amtangulie. Lakini kama njia anayoipita sasa haitatokea haitazaa ukombozi haitazaa ukombozi basi ajue njia yenye ukombozi aliacha kule ambako sehemu kubwa ya watu ilitazamia, iliamini na ilimwona aweza kuwa na ukombozi, ambapo ilikuwa ni kupaza sauti, kupinga ubaya kwa jina lake, kwa jina la anayeufanya, kwa sauti ya radi, ukombozi wa kweli wa jamii yake. Nchi yetu Tanzania inawezekana, ungepitia kwenye hilo, eh, sijua utachukuliaje, lakini ukweli ni huu. Je, sauti ya kudai tume iundwe ichunguze idara fulani nyeti kabisa ndani ya nchi hiyo sauti tutakuja kuisikia utakapogusha wewe au familia yako, utakapokuwa hatarini wewe au familia yako. Mbona ni kama kuna siku, kuna wakati unaweza usije ukawa ni mbunge, ukahitaji sauti ya mtu anayekutetea na kupigania, aliyeko bungeni, aliyeko madhabahuni, aliyeko mahali. Biblia inasema katika Luka Sita msara wa thelathini na moja Na kama mnavyotaka watu wa watendee nini? Watendee ni vivyo hivyo. Mstari wa thelathini na sita inasema basi iwe na huruma kama baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. thelathini na nane inasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu wataka watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Wazekana anyway, tulio tulioangaika kutetea watu kupinga mabaya, siku ya tabu yetu watu hawajajitokeza, hawakujitokeza na hawatajitokeza kwa kipimo ambacho sisi tulihatarisha maisha yetu na kupata hasara zote tulizozipata. Hata hivyo, Mungu kuna mahali alia, aliongelea watu watakupa vitu na kumbe ni yeye angekuja kukulipa wakati fulani ukiwa hai ama uko hai lakini pia kuna mahala Mungu alisema mimi nitakukumbuka na kufanya, na, na, na kukufariji baada ya wewe kutekeleza wajibu wako na kumbe ni watu aliwatumia ali watu wakaja kukufari, kutufariji kuwafariji watu na kugusa maisha yao njia za Mungu hazichunguziki baki tu kusema haya uliopenda, wengine wakutendee, wengine wayasikie wakati wewe uko kwenye hatari, na tusikie kutoka kwenye kinywa chako, unapona wengine wako kwenye hatari. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema, itengeze njia Bwana sheni mapito yake, ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afaye katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yuko karibu kuja. Hii ni maana neno maranatha.